Ya kwamba that is the love. Alitumia it, it is just the picture that God he used it to reveal to me his love na, na, nikapata ku understand zaidi of which nimeona ni vizuri pia kushare na wewe mwana wa Mungu kama ambavyo nimeichora mahali hapa kwenye kitabu cha My Father's Blessing chapter pili ambapo nimekuelezea kuhusu the, the, the love of God. Nimeelezea kuhusu the love of God ndipo utakapoona picha hii ambayo ninakuelezea, ninakuonyesha mwana wa Mungu kwa sababu I want to, to, to, to let you understand what the Lord was speaking to me. Lakini kama pia hujajipatia nakala yako na kushauri ukajipatie nakala ya kitabu hiki ili uweze ku-understand na wewe upendo wa Mungu Baba. So, Bwana akawa ananifunulia kwamba this call is love, of which God is love. And here, the safest place, sisi ndio tulipo. Na kwa wale ambao tume, tuna, tunajua na tumesoma katika, katika physics, tunajua kwamba katika katika mduara unaochora, when you, you point from the center then the distance from the center to the surface it is always the same, that is the radius. Kwa hiyo Bwana kana anionyesha kwamba that radius it is the access unto the love by which it is Jesus Christ, it is Jesus Christ ambao ndiye ndiye access yetu kwa upendo wa Mungu Baba, kwani unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako you get to understand the love of God. Kwa sisi tuko mahali hapa. Kwa Bwana akawa ananifunulia kwamba the love of God from this core to the surface is the same, is the same na tukiangalia hii pia tukitoka katika kitabu cha, cha Yohana 15 mstari wa tisa tukisoma katika tafsiri ya TPT inasema kwamba I love each of you with the same love that the Father loves me You must continually let your you must continually let my love nourish your hearts, kwamba Yesu Kristo anasema kwamba I love each of you the same with the same love that the Father has loved me. Yesu Kristo anatupenda kwa upendo ule ule ambao Mungu Baba amempenda yeye. Kwa upendo ambao Yesu Kristo amependwa na Mungu Baba ndio upendo ambao Mungu Baba amekupenda wewe. Kwa ina maana kumbe Mungu hana upendeleo, hii inazidi kutuonyesha kwamba Mungu hana upendeleo. He loves us all the same, kama ambavyo Bwana hata mimi alinifunulia akaniambia kwamba He loves us all the same, but the difference is in the understanding of, you, of your love. Kwa tofauti kati yetu kati na, yetu ambao tumefunuliwa upendo wa Baba na kujua na tofauti na wale watu wasiojua ni kwa sababu wenyewe hawaja get to understand huu upendo kwa sababu hawajaupokea upendo. How do you receive this love? It is through salvation. Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ina maana wewe umeupokea upendo wa Mungu Baba, kwa sababu Yesu Kristo ni ufunuo wa upendo wa Mungu Baba kwetu kama Yohana 3:16 inavyotuambia. Lakini pia tukisoma katika kitabu cha Tito sura ya pili mstari wa kumi na moja inasema kwamba maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, kwa neema ya Mungu imefunuliwa kwa wanadamu wote. Upendo wa Baba anaotupenda wote is the same, tofauti inakuja tokea kwenye understanding how does your father loves you so that understanding first comes from wewe kumpokea Yesu Kristo kuwa bwana na mwokozi wa maisha yako but the more you get to know him the holy spirit is the one who takes you deeper into the understanding of the love of god because the holy spirit searches the deepest thing of god Even those things that are beyond human scrutiny, He reveals them to us. so that Holy Spirit who is in you is the one who reveals the love of God to you ndiyo maana nakwambia the more you get to understand the love of God the more you be revealed of the person of Jesus Christ and the more you be revealed of the person of Jesus Christ the more you enjoy the the, the, the, the gifts of the Holy Spirit without limits hapa anasema kwamba you must continually let my love nourish your heart. let your love nourish your heart one way ya sisi wana wa Mungu kunaurish our hearts it is through speaking in tongues. Kwa mfano kama tukiangalia kwenye kitabu cha Isaya 10, Isaya 28 mstari wa 11 na 12, neno la Bwana linatuambia kwamba once we speak in tongue, we, we, we rest and refresh. Also another advantage ya sisi ku, ku, ku, ku, ku, speak in tongues we be edified we be build up, unajengwa unaimarishwa unatiwa nguvu una rest na refresh through speaking in tongues, by then your heart is being nourished and that's when you get to understand You are the love of God deeper. Kwa mwana wa Mungu tunavyoongelea hizi karama za kuomba katika roho kuimba katika roho ni one way ya wewe kuendelea kuenjoy na kufurahia upendo wa Mungu Baba. Kwa nini? Kwa sababu kunena kwa lugha it is the love language which is spoken between lovers. Kwao tunavyoimba these spiritual melodies, it is because we have been revealed the love of God. Ask anyone who, who, who has enjoyed this gift of speaking speaking in tongues, singing in the spirit and everything that person is really has the degree of of, of the knowledge of God ambao anayua tofauti na yule mtu ambaye ha enjoy au ha take advantage of of these gifts of the Holy Spirit. Kwa mwana wa Mungu, it's up to you to take advantage of these gifts of the Holy Spirit. That's when you get revealed more the love of God. Kwa sababu Roho Mtakatifu anakuwa ananena na wewe. Ni unaongea na Baba mambo ya silini, you are speaking love by then. But Roho Mtakatifu anazidi kufunulia zaidi upendo wa Mungu Baba. Kwao, kunena kwa lugha, kuimba katika roho ni one way you continue to nourish your heart in the love of God Because spiritual melody is singing in the spirit, is speaking in tongues. this is the point of rest, refreshing, nourishing our hearts nourishing our spirits in the love of our Abba Father because we have received the love of God. Mwana wa Mungu ngependa pia kutoa nafasi kwa wewe mwana wa Mungu ambaye hujampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu huna tena muda wa kusubiri, kwa sababu huu ni upendo wa Mungu Baba ambao umefunuliwa kwako. Kwa hiyo kwa kwa upokee mwana wa Mungu, ili na wewe uzidi kuelewa zaidi upendo wa Mungu Baba na ukazidi kuishi utukufu wa upendo wa Mungu Baba uliofunuliwa kwako. Kwa hiyo kwa. Kwa utarudia pamoja nami na maneno haya ili wote tuweze kumfurahia Baba kwa pamoja, sema: Baba, katika Kristo Yesu, asante kwa kunipenda nami ninakupokea moyoni mwangu siku ya leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kuanzia sasa na hata milele ninaishi utukufu wa upendo wa Mungu Baba kwangu. Asante Roho Mtakatifu kwa kuzidi kunifunulia upendo wa Mungu Baba. Asante kwa kunipokea Bwana, nami nakufurahia na kushangilia tangu sasa na hata milele. Amina, amina. Mwana wa Mungu, kwa sababu umeshiriki sala hii pamoja nami, basi wewe ni mwana ndani ya ufalme wa Mungu nasi wote wana wa Mungu, familia nzima Singing In The Spirit, na malaika wote tuna furaha sana kwamba mwana wa Mungu umezaliwa ndani ya ufalme wa Mungu. Umezaliwa si kwa mapenzi ya mtu yoyote, bali umezaliwa kwa upendo wa Mungu Baba. Nami nakwambia kuanzia sasa unatembea katika utukufu wa upendo wa Mungu Baba. Upendo wa Mungu Baba umefunuliwa kwako, hakuna tena siri iliyofichwa kwako, kwa sababu wewe na Baba Mungu ni mmoja. Kuanzia sasa endelea kufurahia huu upendo, endelea kutufuatilia na, ku, na kutazama kipindi hiki ili uzidi kukua na kujengwa katika upendo huu wa Mungu Baba, lakini ukazidi kumfahamu sana Mungu Baba. Nami nakutamkia katika jina la Yesu Roho Mtakatifu ndani yako azidi kuthibitisha katika upendo wa Mungu Baba, azidi kujifunua kwako zaidi, kama ilivyo kiu na, shau, na shauku yako ya kutaka kumfahamu Mungu Baba na kutaka kujua zaidi na kutaka ku, ku, ku, kufunuliwa zaidi huu upendo wa Mungu Baba. Kristo Yesu aliyeufunua upendo wa Mungu Baba kwako, sasa neema hiyo imeachiliwa kwako. Unamfurahia Mungu Baba, unamuona katika kila eneo la maisha yako. Umethibitika katika upendo wa Mungu Baba. Wewe unapendwa na Mungu Baba. Wewe ni mwana wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Wewe ni zao la upendo wa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Dunia nzima inakushangilia kwa sababu tumeuona utukufu wa upendo wa Mungu Baba kwako mwana wa Mungu. Endelea kufurahia maisha. Mungu Baba ni mwema, anakupenda, na mimi pia ninakupenda. Nazidi na, na, na, na kushauri kushauri pia, mwana wa Mungu endelea kutufuatilia kupitia mitandao ya kijamii kama mitandao ya Instagram, Facebook, mitandao ya TikTok kwa jina la Singing in the Spirit Media. Unaweza ukatutazama pia kwenye YouTube channel. Lakini pia endelea kutufuatilia katika madhabahu hii ya Sunshine Spirit TV ambayo inaku, in, inakuletea hizi habari njema kila siku ya Ijumaa saa 12 kamili, saa 12:30 asubuhi. Endelea mwana wa Mungu kuleta na wana wa Mungu wengine ambao unajua ni marafiki zako na wangependa kusikia hizi habari njema. Usiwe mchoyo, wapatie hizi habari njema, tuma hizi link kwao. Siku nyingine kaa pamoja nao mkapate kuzidi kuangalia hizi habari njema ambazo zinakufikia moja kwa moja mahali popote ulipo, mwana wa Mungu. Nami pia ninakutakia siku njema, ninakutakia wiki ya furaha, shangwe na kicheko katika Kristo Yesu. Na habari njema ni kwamba unapendwa sana na Mungu Baba katika Kristo Yesu. Mimi pia ninakupenda na kukufurahia.